Tulikuwa tuna zoezi la kutoa elimu ya nishati safi katika soko letu hili kwa wamama wajasiriamali pamoja na wamama wafanyabiashara ndogondogo na viongozi wa chama na serikali. Tumefanikiwa, tumefanya kwa vitendo na watu wameipokea elimu yetu kwa uzuri sana, lakini tulitamani tuwape zawadi watu wote ambao walikuwepo hapa lakini kutokana na uwepo wake, tutamkabidhi mwenyekiti wa wajasiriamali kwa ni mwenyekiti wa wajasiriamali mwenye, mwenye wajasili jiko letu EPC, ambayo linatumia umeme kidogo, ili na yeye akawe barozi kwa wenzake. Lakini lengo letu ni kumfanya mama kutoka kwenye ile nishati isiyo salama kuja kwenye nishati ambayo ni salama kwa asilimia kubwa. Tuna majiko yetu ya kisasa ambayo yanatumia teknolojia ya kisasa na mfano wake ni huu hapa ambayo unaweza ukapika vitu vigumu mbalimbali lakini kwa kutumia unit ndogo za kwa umeme na kwa haraka. Tuna jiko kama hili hapa ambalo ni PC unaweza ukapika maharage kwa kutumia unit moja tu ya umeme ambayo ni sawa na shilingi 356.24 ambayo kwa gharama ya kawaida ukilinganisha na nishati ya kawaida kama mkaa, ukuni gharama hiyo inakuwa ni kubwa zaidi na si salama ukilinganisha na hii ambayo utatumia kwa bei rahisi, lakini pia utapika kwa haraka na kwa usalama wako pamoja na afya na mazingira kwa ujumla. Naitwa mama Nasoro, kwa majina yangu naitwa Mariamu Haji Selemani, ni mama lishe Msufini na ni mwenyekiti wa mama lishe. Kwa hiyo na nashukuru sana kwa zawadi hii na nimepika hapa, nimeona muda wake, nimetumia muda mchache, nimetumia muda mchache, sijachafuka, sijachafua masufuria, chakula kimeiva, tofauti na kile unachopikia la mkaa na mkaa. Kwa hiyo, nawahamasisha mama lishe wenzangu, tuingie kwenye nishati safi ili tuwaishe muda wetu. Pia kati ya mkaa na nishati safi ni tofauti kubwa sana kwa sababu kwanza, kwenye mkaa tunachafuka, tunapata vifua, tunachafua masufuria na, tuna, na muda unakuwa una muda mrefu sana. Kwa hiyo nawahamasisha mamalishe wote tutumie nishati safi ili jiko litanisaidia kubandikia maharagi, mimi ni mamalishe kwa haraka, kubandikia makande, yani vitu vingi tu vitanisaidia ili jiko. Nawashukuru sana. Tarukia Omari na fanya biashara Msufini, mamalishe. Aya. <coughs> <coughs> Majiko ya nishati safi ni mazuri, alafu pia ni salama. Kwanza yameturahisishia kupika, tumepika kwa haraka, masufuria yetu hayajaungua, yani chakula chetu kimekuwa kizuri kabisa. Nawaambia watumiaji wengine e, tunawaambia wale ambao bado hawajatumia majiko waje wayanunue haya majiko, ili wawezi kuona ubora wake, kwa namna dakika ngapi zinapika. Nimepika pilau na wali, sijamaliza saa nzima, kawa nimeshamaliza kupika chakula changu. Je, ndipo ungetumia jiko lingine la mkaa? ningetumia muda mrefu alafu ma, na masufuria angekuwa machafu na mimi mwenyewe hata sijachoka. oh. oh. Shauri langu watu wanunue watumie nishati safi na salama. Una neno gani kwa TANESCO kwa asili? Tunawashukuru kutuletea hii nishati. Eh kutuletea huduma kama hii tumeipokea vizuri. tunawama, tunawahamasisha wamamalisha wenzetu wote. Kwa majina anaitwa Hawa Ntandu, mjumbe kamati ya siasa ya Lala mjini Singida mjini hapa. Hey, nimegundua kuna vifaa vizuri sana hapa vya kupikia na kutumia nishati bora ya umeme. Kwa mfano jiko kama hili nimelipenda, nataka wanielekeze ni sehemu gani tupate na vyombo pia. Wamesema kwa pishi maharage yanaiva kwa dakika kwa uniti moja nimeipenda hiyo. Kwa hiyo nataka niongee na maofisa hawa watuelekeze ni wapi vinapatikana. Mimi nimependa tukatafuta hivyo vyombo. anaitwa Pili Athmani. chakula ni kitamu kwa kweli, kimeiva na kimetumia muda mfupi kwa nishati ya kutumia umeme. Kwa hiyo chakula ni kitamu, shauri wangu tutumie nishati za umeme na gesi mambo yetu yatakwenda haraka haraka, au tachukua muda mrefu kupika? Ni kwa sababu ku... a, mkaa mkaa, hapana. Unachukua muda mrefu kutumia mkaa, na ukitumia umeme unachukua muda mfupi kufanya shughuli zako haraka.